haya ni maneno ya godi bless lema aliyoyachapisha kwenye mitandao ya kijamii kutokea chadema baada ya uh, padrik tima kuweza kupata shambulio usiku wa kuamkia mei 1225 hata hivyo mpaka sasa jeshi la polisi tayari wamechapisha taarifa kuhusiana na shambulio hilo taarifa alizozikusanya na uh, wanaotajwa kuhusika tayari wapo katika mikono ya polisi. Lakini uh, Godbless Lema aliandika hivi tukimnukuu, alisema Father Kitima ameshambuliwa, ndiyo, ni hatari sana na mwelekeo huu ni mbaya zaidi. Naona hatari mbele. Ninatoa kuwa ninaota kuwa ujasiri wa shambulizi hili pengine utakuwa na sababu ya kuogopesha, kutisha na kuongeza hofu kubwa kwa wakosoaji dhidi ya udhalimu, uonevu na dhambi, ukandamizaji. Hatua hii mbaya inatakiwa kukutana na vikwazo vikali kutoka kwa jamii ya watu wanaotaka haki katika nchi bila kujali itikadi zao za dini, kabila na siasa. Na laani vikali shambulio hilo ambalo linajenga hofu kubwa kwa viongozi wa dini na wananchi. Huu ni wakati wa kusimama kinyume na udhalimu wa aina yoyote kwa umoja wetu kama nchi na taifa la Mungu. Mungu akuponye haraka. Ndivyo hivyo ambavyo alichapisha God bless Lema kwenye mtandao wake wa X zamani Twitter, na moja kati ya mambo ambayo aliyahusisha ni kwamba Uh, kwa maono yake na jinsi ambavyo ameona ni kwamba uh, walofanya hivyo ni wa kuwanyamazisha wakosoaji wa serikali. Unafahamu kwamba karibuni TEC, jinsi ambavyo kauli alizozitoa dhidi ya serikali na mambo kadhaa ambayo wameyazungumzia. Lakini katika hili uh, baadhi ya watu wamejaribu kutoa maoni yao mbalimbali, baadh uh, wakisema kwamba eh, muambieni Kitima iko siku ataingia kwenye 18 na hatokaa asau Tanzania, mwacheni ajifanye mwanasiasa Mfikishieni meseji, siku si nyingi atapata anachokitafuta, dawa yake iko jikoni, atakuja kuzoea jela. Haya ni baadhi tu ya maoni ya watu mbalimbali mbali kwenye mitandao ya kijamii, na huu ni Dr. Frey Edward Koseni, ya akichapisha hayo na watu waka share andiko lake hilo kupitia posti aliyoposti, God bless Lema ya kumuhusu Kitima. Mwingine anasema hili ni shambulio linalolenga linalo kuongeza ujasiri kwa watu wote na sio kuwatisha ni wrong calculated move by CCM, yawezekana pia wamefanya makusudi ili kufitini utawala wa kuwachanganisha na kanisa Katoliki. Ngoja tuone outcomes sasa. Haya ni baadhi ya hizi ni baadhi, ya, ni baadhi ya comment katika comments nyingi ambazo zimetolewa. Wewe mtazamaji wetu una maoni gani katika hili? Lakini pengine wewe labda usihusishe, ama, matukio haya yakitokea yanahusishwa, ama watu wabaya wa Kitima wa wanatumia fursa hii kutokana na kile ambacho uh, trending ambayo imetokea kwa upande wake, kwa sababu wanakuwa na kivuli cha kujifichia. Lakini mpaka sasa hivi jeshi la polisi limeweza kutoa uh, taarifa yake ambapo kupitia kwa kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, Jumanne Muliro anasema tukio hilo limetokea usiku wa kuamkia Mei moja, majira ya saa nne na robo, muda mfupi baada ya Padri Kitima kuhitimisha kikao cha viongozi wa dini. Na mpaka sasa jeshi la polisi limeeleza kuwa linawashikilia Raul Mahabi Haraja, na hao ni wakazi wa Kurasini kwa mahojiano kuhusiana na tukio hilo na linafanya uchunguzi kwa kina kwa chanzo. Sasa jeshi la polisi litakuja tena na, na, na kutoa uh, taarifa kuhusiana na hiki ambacho uh, kimetokea shambulio la Padri Kitima. Jeshi la polisi lenyewe limetoa taarifa hiyo, lakini hivyo ndivyo ambavyo uh, Gadi Blesslem aliweza kushare hisia zake kutokana na, na tukio hilo.